Kichwa kinachosababishwa na msongo wa mawazo husababishwa na nini? Maumivu haya ya kichwa mara nyingi yanatokea nyuma ya kichwa, husababishwa na msongo wa mawazo Pot. na kisha e, wanateseka sana, kwa sababu maumivu haya ya kichwa yanaweza kujirudia mara kwa mara, na wakati mwingine, katika hali mbaya zaidi, wanaweza kupata maumivu ya kichwa karibu kila siku na pamoja na maumivu ya kichwa pia wanapata matatizo mengine kama vile, kutokana na maumivu hawawezi kuzingatia kazi zao za kila siku au kazi zao kazini. Kama ni mwanafunzi, hawezi kuzingatia masomo yake, na pia inaathiri ubora wa usingizi wao. Na bila shaka, mtu anapokuwa na maumivu, inaathiri uhusiano wake na marafiki pamoja na wanafamilia. Kwa ujumla, ni ugonjwa unaoweza kulemaza sana. Sasa ukiangalia, unajua nini husababisha maumivu ya kichwa ya msongo? Kwa hiyo namba moja, kama neno lenyewe linavyosema, msongo. Kwa hiyo ni ni msongo. Tunaposema msongo, tunazungumzia msongo wa mawazo na msongo wa mwili. Kwa hiyo kwanza nitaongelea kuhusu msongo wa mawazo au stress. Na leo unajua, ninapowaona wagonjwa kwenye OPD ni nadra sana mtu aseme, daktari, mimi sina stress, ambayo ina maana karibu kila mtu ana stress. Hiyo stress inaweza kutokana na kazi, shughuli, mahusiano na watu wengine au wakati mwingine stress ya kifedha. Hivyo hizi ni aina mbalimbali za stress ambazo watu wanalazimika kukabiliana nazo na kama zitazidi, zinaweza kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo. Ya pili ni msongo wa mwili. Kwa hiyo siku hizi saa za kazi ni ndefu na pia kazi nyingi ni za kukaa tu, hivyo watu wanalazimika kutazama laptop, tablet au simu kwa muda mrefu, na hilo linaweka msongo na mvutano mkubwa kwenye misuli ya nyuma ya kichwa na shingo, na hiyo ni moja ya vichocheo. Ya tatu ni ukosefu wa usingizi. Unaona, usingizi ni kama dawa yenye nguvu sana ya kuzuia magonjwa. Ukosefu wa usingizi unasababisha magonjwa zaidi kwa hiyo siku hizi watu wengi unajua, wanakosa usingizi wa kutosha. Kwa kawaida muda wa kulala ni saa saba hadi tisa lakini tunaona watu wanalala saa nne, saa tano. Na ukosefu wa usingizi pia unaweza kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo. Na jambo lingine ni kufanya kazi kupita kiasi, kwa sababu tunajua baadhi ya wakurugenzi wakuu maarufu wa mashirika makubwa wamekuwa wakisifia kufanya kazi kwa saa sabini kwa wiki. Hiyo inaweza kuwa nzuri kwa kampuni, lakini kwa mtu binafsi kufanya kazi kupita kiasi siyo nzuri kabisa na kufanya kazi kupita kiasi kama vile saa 14 saa 13 kwa siku, siku baada ya siku, bila shaka kunaweka msongo zaidi kwenye misuli na inaweza kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo. Na mwisho kabisa, jukumu la shughuli za mwili. Kwa hiyo shughuli za mwili kama dakika 300 kwa wiki, shughuli za mwili za wastani zinahitajika na zinapendekezwa, lakini watu wengi, karibu asilimia 60 au 70, hawafikii vigezo hivi. Kwa hiyo ukosefu wa shughuli za mwili , iwe ni mazoezi ya aerobic kama kutembea au mazoezi ya kunyoosha na kuimarisha misuli, kama watu hawafanyi vya kutosha tena, inaweza kuongeza hatari ya kupata maumivu ya kichwa ya msongo. Kwa hiyo kwa kifupi, kama tunataka kuepuka maumivu ya kichwa ya msongo, jambo la kwanza ni kudhibiti viwango vyako vya msongo wa mawazo, jaribu kuvipunguza. Dhibiti mzigo wako wa kazi, hivyo jaribu kuwa na saa za kazi zinazokubalika kama saa 8 hadi 9 kwa siku, pamoja na mapumziko ya mara kwa mara. alafu kama unafanya kazi kwenye kompyuta kwa muda mrefu, kuna kitu kinaitwa kanuni ya 202020 ambapo kila baada ya dakika 20 unatakiwa kuangalia kitu kilicho umbali wa futi 20 kwa sekunde 20, ili kupunguza shinikizo kwenye shingo yako. Kuna kitu kinaitwa text neck syndrome ambapo unakuwa unaangalia simu yako kwa muda mrefu ukiwa umeinamisha shingo. Hii inaweza kuongeza maumivu ya kichwa na shingo. Mwisho ni kuhusu umuhimu wa kufanya mazoezi, hivyo hakikisha unashiriki mara kwa mara kwenye shughuli za kimwili. Fanya mazoezi ya kunyoosha shingo na mgongo, tutaweza kupunguza uwezekano wa kupata maumivu ya kichwa ya msongo wa mawazo.